Mheshimiwa Meja Jenerali Richard Mutayoba Makanzo, Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Umoja wa Wanafunzi nchini Misri. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Umoja wa Tanzania nchini Misri. Waheshimiwa maafisa wa balozi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti kutoka Alexandria. Waheshimiwa maafisa wa kijeshi mliopo hapa, wanafunzi na waalikwa, habari za jioni. Kwa heshima kubwa na furaha isiyo na kifani, nasimama mbele yenu leo nikiwa si tu mmoja wenu, bali pia nikiwa mtu niyejifunza mengi kupitia nafasi yangu ya uongozi miaka ya nyuma hasa nikiwa mwenyekiti wa wanafunzi wa Tanzania nchini Misri mwaka 1999. Uzoefu huo ulilipa mafunzo ya thamani kuhusu uongozi, mshikamano, maono pamoja bali na maono ya pamoja. Leo tunakusanyika hapa si tu kusherekea hatua tulizopiga bali pia kutathmini mustakbali wetu kama wahitimu na wanafunzi wa kutoka katika umoja huu. Wahitimu wetu wanapoanza safari mpya, na wanafunzi wa sasa wanapoendelea na harakati zao za elimu, ni muhimu kuelewa kuwa elimu tunayoipata si kwa ajili yetu binafsi pekee, bali kwa maendeleo ya jamii zetu na mataifa yetu. Ndugu zangu wapendwa, dunia inabadilika kwa kasi kubwa mno. Teknolojia, biashara, siasa na mahusiano ya kimataifa, yote yanahitaji watu walio tayari kufikiri kimkakati, kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana ili kuleta maendeleo. Ni wajibu wetu kama wahitimu wa chuo hiki, bali wa vyuo vilivyopo katika taifa la Misri kwa ujumla, kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za wakati wetu. Changamoto kuu nilizokutana nazo kama mwenyekiti wa wanafunzi wakati huo mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tisa ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa ni kubwa, ni kutotambulika kwa vyeti vya wahitimu nchini Tanzania, na hapa nakusudia kutotambulika kwa vyeti vya wahitimu wa chuo kikuu cha Azhar. Lakini wakati huo hatukuwa na wanafunzi ambao walikuwa katika vyuo vingine vya taifa la Misri. Kwa hivyo vyeti vya wanafunzi wanaotoka katika chuo kikuu cha Azhar vilikuwa vina matatizo ya kutokubaliwa katika taifa letu la Tanzania. Moja ya changamoto kubwa ambayo iliwakumba wahitimu wetu wa, wa chuo kikuu cha Azhar ni kutotambulika kwa vyeti vyao nchini Tanzania, kwa upande wa chuo kikuu cha Azhar hii iliwaathiri moja kwa moja wahitimu katika upatikanaji wa ajira na fursa nyingine za kitaaluma. Kama mwenyekiti wa wanafunzi wakati huo, nililazimika kushirikiana na uongozi wa chuo na mamlaka za elimu ili kutafuta suluhisho. Nilihakikisha suala hili linajadiliwa kwa kina, tukitafuta njia za kufanya vyeti vyetu vitambulike rasmi ili wahitimu wasipate changamoto katika soko la ajira nchini Tanzania. Changamoto ya pili ilikuwa ni kutokuwepo kwa kumbukumbu -kumbu za aina yote za viongozi waliotangulia, yaani viongozi wa zamani wa umoja wetu wa wanafunzi wa Tanzania. Nilipoingia madarakani, niligundua kuwa hapakuwa na kumbukumbu -kumbu rasmi zozote za viongozi waliopita wala rekodi za kazi walizozifanya. Ili lilifanya kazi iwe ngumu mno na ilikuwa ni vigumu sana kujifunza kutokana au kutoka kwa wale waliotangulia na kuboresha mifumo iliyokuwepo. Ili kukabiliana na changamoto hii, nilianzisha juhudi za kukusanya historia ya uongozi wa wanafunzi, kurekodi michango yao, yaani shughuli walizokuwa wakizifanya na kuweka utaratibu wa kuhifadhi kumbukumbu kumbu hizi kwa ajili ya vizazi vijavyo. Hii ilisaidia kuhakikisha viongozi wapya wana msingi wa kuufanyia kazi na kuendeleza yale yaliyokushafanywa au yale ambayo yalikuwa bado hajakamilishwa. Changamoto ya tatu ilikuwa ni kutokuwepo kwa miradi yoyote ya umoja wa wanafunzi wakati huo. Umoja wa wanafunzi ulikuwa hauna miradi madhubuti ya kuwasaidia wanachama wake iwe ni miradi ya kiuchumi, miradi ya kijamii au kitaaluma. Hili liliufanya umoja huo uwe dhaifu na kutokuwa na manufaa ya moja kwa moja kwa wanafunzi. Kama kiongozi, nilihamasisha wazo la kuanzisha miradi ambayo ingenufaisha wanafunzi, kama vile miradi ya kusaidia wanafunzi wenye uhitaji, programu za mafunzo ya ujuzi na maisha, au ujuzi wa maisha, na hata miradi ya kibiashara ili kusaidia umoja kupata fedha za kujitegemea. Leo natoa wito kwa wahitimu, msione shahada zenu kama mwisho wa safari bali kama nyenzo za kufungua milango mipya. Kwa wanafunzi wa sasa, shikamaneni na fursa za elimu na uongozi ndani ya chuo au ndani ya vyuo mbalimbali. Kwa viongozi wa chuo, tuendelee kushirikiana katika kuboresha mazingira ya kujifunza, ili kutoa wahitimu wanaoweza kushindana katika soko la ajira na kubadilisha dunia yetu. Mwisho kabisa, nataka kutoa shukurani za dhati kwa ubalozi wetu, maafisa wa ubalozi, walimu wetu waliotufundisha kwa bidii, kwa wazazi na walezi waliotufikisha hapa tulipo, na kwa kila mmoja wetu ambaye ameweka juhudi kuhakikisha kuwa tuko hapa leo. Umoja wetu kama wahitimu, wanafunzi wa vyuo mbalimbali na viongozi wa vyuo tunavyosoma, ni nguzo imara ya mafanikio ya siku zijazo. Asanteni sana, Mungu akubarikini nyote.